Karibu sana na nikukaribishe sana sana sana kufahamu historia ya moja kati ya mwigizaji ambaye amefanya mambo makubwa sana na kuacha alama katika nchi ya Tanzania. Huyo ni nani? Nimekuja na wasifu wa mzee Jingua. Natumai utakuwa ulikuwa unafuatilia sana movie zake na vitu kama hivyo. Anafahamika kama msanii mkongwe wa michezo runingani na filamu za Kibongo, Muhammad Fungufunga almaarufu mzee Jingua. Tunafahamu kabisa kwamba ametutoka au amefariki dunia. Ilikuwa ni Disemba 15, 2020, Mkuranga mkoani Pwani. Mzee Jengua alipata umaarufu mkubwa katika mchezo wa runinga wa Kidedea uliokuwa ukirushwa na kituo cha ITV na kutayarishwa na Chemchem Arts Group akiigiza kama mzee katili na mwenye roho mbaya. Mzee Jengua ambaye ni marehemu kwa sasa alikuwa akisumbuliwa na maradhi ya kupararaisi. Enzi za uhai wake, Mzee Jengua alikuwa akiigiza maigizo kama vile Kidedea, Ensa wa kijiji, Kashinde na zingine nyingi sana mpaka leo hii bado tunaendelea kufuatilia kazi zake, lakini pia na uigizaji wake mzuri sana, na kuna wengine wamemfanya kama mwalimu, wakiwa wanaendelea kujifunza ili nao waweze kufika sehemu kama vile ambavyo mzee Jingua amepiga hatua. Basi leo hii kama ambavyo unajua, tumefahamu kwa ufupi tu historia ambayo inamuhusu mzee Jingua. Mimi ni Tushafi Biz. Asante sana na tukutane wakati mwingine, usichoke kufuatilia platform zetu kupitia SpotiLeo Digital.